<Gibli> <Ha! rika> <gibli> Ay, unachekani? Anachekelea utamu utulo toka kunigea we mtoto mtundu, yaani mpaka kuna muda nikasema, uyo atakuja kunipa kesi kama jina lake <gibli> kwa sababu kwanza unakaa judo mara mgumekaa hivi mamekaa hivi, unanyumburuka mwenye mtoto wakiki mpaka nafsi yangu inaniambia we fundi, la marudia, huu mwili ni wa mazoezi, ushanichafua vya kutosha, nipe pelangu niondoke. Ukisema okay, nimekuchafua unakosea sema, ni sema tumechafuana. Wewe mwenyewe umenichafua sana, mimi mwenyewe mpaka sasa hivi, jasho hili ningetoka wapi? Ndio eh. Uh. nini sasa lela hiyo buku Hebu ngoja nikwambie kitu wewe. Hilo buku unapata dagaa kwa jina lako, dagaa kuluchungu. Sielewa, unatafuta ndimu hapo mbilimbi na kila kitu. Unasonga ugali, kuna mtu mwingine anatoa donation la buku lingine mnasonga ugali kwenu. Sio hela ndogo hiyo. Mimi sina hela nyingine. Laiti kama ningekuwa na pesa nyingine ningekuongezea lakini kuna buku. Mm. Mm. Yaani sielewi leo siku yangu ngumu. Yaani mm. Yani mimi kesi ya basi ugao tamko buku. Sasa naona wewe unanitania. Sangoje na mimi leo nikuletee chizi. Sija kula na ufa. Wewe we, a a a a, a, -a wewe usifanye hivyo. Hiyo mikoba ya mke wangu, mke wangu mkorofi atakuja kunipiga mimi wewe. Usifanye ego nige pesi yangu, nige pesi. Nige pesi ni sili wangu bwana nitakuja hivi hivi hapa. Sasa wewe leo ngoja nikuonyeshe kwamba mimi ni chizi. Bwana, ukiendelea kunipigia makelele. Wewe usinitibue. Usinitibue ukapiga makeakazanzi, lakini hivo aje? Alipa vyunu, wewe, usichukua hiyo nguo, mama yangu nguo anaipenda hiyo. Mbona anaifanya kama abaya hiyo? Wewe, wewe kesi, wewe unanipa kesi. Jamani, sauti kubwa, majirani. Aya, kaondokaje na nguo jamani, ripoti namwelezaje? kama utakimchanga, nasema tu vitwa wewe bwanangu, i chimbachimba hivo, siku moja utakuta madini huyo yote yanawezekana kwa sababu, zamani kuna wimbo mmoja unaimba hivi: bwana mmoja mwenye shamba alipanda viazi, akachimba chimba, akaokota almas. Bahati kwa mtu mwenye shamba, na bahati kwa mtu mwenye shamba. Nipo kwenye harakati zangu huko bondeni. Niambie. Nikwambie ni nini? Mi nina njaa, ntumia hata elfu tatu nikanunue viazi nili. Sawa, hamna shida sawa, ila tu maana ya kutolea basi saba mpenzi, fanya hivyo. After two <laughs> ndo sisi na Dagaa wa Uswazi. Oh, oh, oh, kama utakimchanga nasema twa vitwa mwanangu, ipo siku utapotea kwa design hii. Hio tukiokota tukiokota, hiyo madini wote ni nini, ila pole ndo kubwa. Kaka, endelea kupiga <laughs> sawa. Hebu shika bwana, shika bwana, nataka uende wapi? Kama utakimchanga nasema twa vitwa kama hilo liko lele lele, naona mmekaa kimya mmechunda kama nini, sio mpoja nyinyi. Tatizo lako wewe, mambo yako unaweka chini chini, kama tayosha mambo kujiingiza kwenye dagaa wa uswazi. Dada, toa mambo watu tuyashirikie. Ukifanya mambo peke yako jambo litakuja limechunda, tuanze kuzahirika wote. Ile jambo sisi tulitaki mtoto koma kwenye majambo yako, nakuja haraka kama SGR kwangu, unatembea kadaradara eh, eh, mkwanza cha nini nayo Bibi wewe, shughuli ndio shakaribia, vijora mpaka leo hujaleta, unategemea nini? E, vijora vinakuja, nataka nisambaze mapema, wachewa vibebe. Mtaa huu naujua, nongwa nongwa tena, ela zenyewe za ngama huku kwetu. Wa dada, najita daga swashike, oyo utazua bara. Vipi, mbona mnaniangalia kama hivi? E, ndo asiri daga uswazi, bibi. Hutaki mchanga toa vichwa, mambo wenyewe kutoa vichwa. <laughs> <laughs> Uku! Dagaa wa Uswazi kama hutaki mchanga na sema toa vichwa. Mwenzetu, mbona ulituweka gafa? Tena baada ya tu kusimulishana fundi lama au ndio ulienda kula kichwa maana wewe nayo upoi? <coughs> Mapema tu. Ila yule mwehu mshenzi, eti baada ya show ananipa buku mimi. He? Buku? Eh? <coughs> Yaani buku hiyo ya vijawamwili? Shoga yangu umezaulika na sio kuzalilika tu. Wewe umeonekana na mkopo, yani wewe dagaa fungu. Fungu yenyewe sio leo shoga rajana. Mana, sawa kupewa buku. Hamjakubaliana? Tulikubaliana. Ila yeye kama kuniletea ushenzi mimi, na mimi mwenyewe nimeamua kumletea ushenzi vile vile. Nimekomba vitu vya mke wake. Hivi hapa. Doa, mambo doae, mm, mambo lele lele, mm -hmm. mambo pande. Mm. Ochindo kama hizi na shughuli tunayo, tunatamba nayo. Au sio Dagaa wa Uswazi? Kwani? Ni mm -hmm. kuulize kwanza. Mm -hmm. Ulienda naye kwake? Ndio. Amesema mke wake katoka. Ila amekuwa vizuri, nimepata nilivyo vipata. Ningeenda naye gesti ningefaidikani? Hmm. mm -hmm. bta niambulie hata hivi siku kukopa kwa buga, we kuweza kwa kweli. mwali wangu bwana, ungeenda gesti ungeambulia hapa tu. Ungeoja hapa umechunda kama magogo majabali. Pochi tunazo na tunatamba nazo, andaa pati mama jambo kama isha Kami. Kami. Kami. Kami. Yani, nilichokupo nasikia na stori stori zako. Kumbe wewe ndo mtu wa chabo. Leo nimeshuhudia kwa macho yangu. ulikuwa unafanya nini hapa? Kaka. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi sijapiga chabo. nakwambia mimi sijapiga chabo. Mimi nimepewa kazi na, na mamlaka ya maji na mawasiliano Tanzania ukijumlisha na mvua. Wewe unatembea sana mtaani, unauza nyanya. Hiyo biashara haikulipi, kapime mvua Mwana bana, pima mvua Tabata nzima ibarakuda cha ng'ombe. Sasa nikana pima mvua. Kote kuna vitu matone matone. Lakini kwako kwa nilipita kwa hapa nasema, pa pa pa ha. Hapa ndo chemchemu yenyewe. Usitoe maneno yako matamu, wasteli zako za bandeko. Leo nitakuvuruga. <tipi> Nitakutimbinganya. Yaani leo umelikoroga. Kaka, uredi samani <tipi> kwanza. Wewe samee saba mara sabini. Inawezekana ukataka kunifanya hivyo, inawezekana kumbe wewe ndo mwenye makosa zaidi yangu mimi. Kaka, kaa chini. Nimekwambia kaa chini. Nitakaa mimi chini, chini, chini, chini, mimi, mimi nitakaa, nitakaa, lakini kabla kukaa chini naomba nikwambie makosa yako wewe. Umeona bwana eh, wewe jana umemchiti mke wako kwenye gesti ya Mdope, ulikuwa na Zena kipwimpwi <laughs> Sikiliza nikwambie, sikiliza nikwambie. Habari za uongo na umbea na unafiki nyumbani kwangu sizitaki, sawa? Sitaki kabisa hata kusikia, si umeelewa? <laughs> Ana sawa, kwanza kwanza habari za mimi nitaka niambia nani? Nimerekodi, nimerekodi mifumo. Ah baba wewe unanyandua ni <laughs> <laughs> mwenye si zandui kama mimi. Mtoto nalia, we kaka we, ni elfu tano tu hii, nisamee, nitarudisha. We hakuna, hakuna. Kwa tenel uy uy mwambie mume wako, mi nimekaa hapa na nikamulizia nika kibonye uko wapi, nimuuzie nyanya na nyanya nzuri. Acha kulakula kula mataputapu. Mr. uzandu nimefika. Oh uh, ananiambia mtoto koma, toka hapa, acha mazoea na mke wangu. Namtaka mke wangu mimi mimi, eh? Mkutaka wewe mhedi wewe, Mr. uzandu unjui haya uzandu aje kumchongoza mie tena. Sikao chizi huyu eh. hmm. hmm. hmm. hey, tunamfunga kamba muda wote hmm. We, <laughs> <We> mi sina mazaa. <laughs> nimekupenda hadi nimechoka kupenda. We una cheka tu kama ndo ya mchezo, simu zangu unasoma, unaziacha hewani, niko hapa najumiza, we uko holiday, nipe dakika yako, sitichi maisha, nipe macho yako, hata kama hainifai

Mama yangu achana naye, wivu tu wivu, baba baba we. tusione sasa, nimuulize, tusione kama we mzuri, tusione jiwe, achana naye jiwe, gizani hilo, niko nasemaje, leo hatuli kuoga, mwenzangu mu umetoka Umetoka kuoga? Hapo <laughs> yenyewe kuoga nimejilazimisha tu kwa sababu umechelewa kuja. Kwa unaoga? Eh. Hey. Au ulikuwa unaoga? Mm, huko una nini? Kuna mipiripiri mingi. <laughs> Nakuja kuchukua nyanya hizo. Na ole wako ni punje. Ah, naenda kuchukua vitu eh. Fanya haraka bwana. Maana hali ya hewa sio nzuri hapa. <laughs> <Muta ote>, Muda wote hapa. <laughs> Wewe nini? Ni mkisogea tu.

Hiyo ah, hey, ni <laughs> <laughs> <Professional zainu. laughs> <laughs> <You. laughs> <laughs> Mr. Uzandu? Eh, eh, eh, eh, <cups> ah, hela zipo. Wewe unatafamu. Hela zipo. Hebu ni kenya nyanya. Ah! Professional zaidi. Hiyo. Hivi hicho unachokifanya unakiona? Mimi hizo nyanya ni za kachumbari. Alafu unazichezea mdako. Ni fumo. Unajua nyanya imetoka shamba, ilikuwa imekaa hivi semona. <laughs> Kwa sababu we ndo mkulima. Kuna watu walirushwa kama hivi. Zikiwa laini hizo zikiwa laini, tutagombana. Unanijua, niwekee nyanya iko tayari kwa mapishi. Niwekee nyanya za mia tatu. Hebu shike, ngoja kwanza, hii ndimu ni zawadi speshal. Najua mimi kwa sababu gani? Naona la we Mister Uzandu, we nyenye gani hizo zonekea? Hebu niongeze nyanya moja

Jamani, hmm, yeah, amekuwa hayo tena, litakayaweje? hutaki mchanga toa vichwa, hawana chobona, hawezi kung'ang'ania. Mi mwenyewe kinoma noma, ipige mara mbili ile. Tatizo sipo sawa, una shida gani? Simba wapo uwanjani Da, asa itakuwaje? Ukizingatia nimekumisi kinoma noma noma, kwani kuna madhara gani? Madhara yapo, alafu hata hivyo huta enjoy. Labda labda bondeni. Wow! <laughs> Yani kwa mparange ndio au, ambao wanachegelea sana ndio michezo amna. Unajua siku zote simba akikosa nyama huwa na kula majani <laughs> majani mengine yanakuaga na sumu. Angalia utakuja kufa vibaya wewe. Ah, bwana acha hiyo. Ila nyie mnamtetea bure mwenzenu anatumika <laughs> tunamtetea nini naye? Njia zipo nyingi atatumia njia mbadala. We vipi, mshafikia huko? Ngoja mimi niwaache. Ogopa ngoma noma, noma sijui kama utapona. Noma noma ndugu yangu ogopa ngoma Kupena, kupenda hadi nimechoka kupenda. Uo mpira wakubwa utoa wapi ilo gozi umelitoa wapi? Mpira wakubwa mpaka unakuja katika chumba changu. <coughs> <coughs> balazuli mkubwa wewe. Nataka uniambie humu ndani leo nani kaingia? Nataka uniambie humu ndani leo nani ameingia? Nahisi atakuwa rafiki yangu anaitwa Abuu Mtengwa, kwa sababu Abuu kaniambia hivi. Naenda kuangalia tv nyumbani kwako, nikamwambia shemeji yako kule katoka, nikampa funguo aje kuangalia tv. Sasa yeye atakuwa kaingia na hayo mambo ya salama kondomu wa jamani, fundilama ukaona haitoshi, umeamua kuniletea mwanamke wako kwenye kitanda changu mimi, sindiyo? Na ikutoshi, kwa mapenzi yaliyokupa amekufikisha umempa mpaka mikoba yangu na nguo zangu, sindio? Sasa hapo sijampata kwa kaiba, kwa sababu nilimwambia, na hizo vitu vya mke wangu kachukua. Kumbe aya, lakini mtarudi hivyo vizuri eh? Kwa kuwa umenisibitishia humu ndani kuna mwanamke umemuingiza, nataka uniambie huyo mwanamke ni nani. Kwanza naomba kishika mkononi alafu nitaenda kukuonyesha. Nipe kishika mkononi. Moja, nikwambie kitu, mke wangu kipenzi. Umeona mona li box limeandikwa kiss me, nakupenda sana na ndio maana nimekuwekea ishara ya kiss me. Japokuwa hiki kiboksi ndo kimeleta changamoto mpaka leo hii, nimekuja nimefumaniwa, mimi mpaka vitu vingine vinaonekana hapo, lakini yote kwa yote nilikuwa na kinga afya yako kipenzi na kujali afya yangu pia. Achana nayo. Ngoja nikwambie kitu. Hakuna haja ya kwenda kwa huyo mtoto, kwa sababu kwanza, we kakuzidi. Kwa wewe ni mtu mzima, mtu mzima utaonekana kama vile mtu ambaye uko sawa. Wewe ni samehe mie, na msamehe yeye na kuahidi itajirudia tena. Cool down kipenzi, ukitaka amani humu ndani. Nataka uniambiwe mwanamke ni nani humu ndani, nitaondoka, nipishe, nipishe Aje paka sijaenda kuipiga chooni, ile ningeenda kuitupia chooni. Jamani, jafunguliwa mke wangu, anajua sina maajabu, ana kila siku ya Mungu wake, anajisingizia tu. Nimekuzoea, nimekuzoea hadi ugenini, katafute dawa tu